Unatamani kuwa na watoto mapacha? Cha kwanza kabisa hakikisha uwe na umri atlist miaka ishirini na nne na kuendelea, lakini cha pili hakikisha usiwe na changamoto yoyote katika via vyako vya uzazi, mis PID na mambo mengine kama HPV. Lakini cha kingine cha tatu hakikisha usiwe na infection yoyote katika sehemu zako za uke miss, kama vile uti sugu na miwasho isiyo kuwa na maana maanake fangasi pia. Lakini kingine hakikisha usiwe na operesheni ambayo imekuwa ni operesheni ndani ya miezi sita angalau. Ikiwa operesheni ndani ya mwaka, tunaweza tukakaa chini tukajua tu tuka kwamba tunatengenezaje vipi mapacha. Lakini kikubwa kuliko hakikisha usiwe na uzito mkubwa wa kilo tisini. Lakini pia kwa uzito wa chini usiwe na kilo chini ya hamsini. Hapo ninaweza nikakusaidia busta nzuri ya kuweza kubusti na kuweza, zile ovari mbili zikakutana na kuweza kutengeneza watoto mapacha. Ikiwa ndio unanisikiliza, video hii, unatamani kuwa na watoto mapacha, usiache kushare video hii ili na wengine wapate kujifunza zaidi, na pia namba yangu iko hapo juu bayo.